Mnajua, ndani ya siku mia moja za tango wa apisho rais wetu mheshimiwa Dr Samia Sulu Hasan, moja kati ya ahadi alizotoa ni kwamba tutajenga kati ya vio vyetu na, na, na maeneo ya uzalishaji na utoaji wa huduma. Sasa tutazindua sisi mpango kazi e, ku, ili kuhakikisha kwamba azma ya rais wetu inatekelezwa. Mwezi Januari tutatangaza tarehe, lakini tayari tumeanza kuweka mikakati. Kwa mfano, VETA sasa hivi tayari MOU Yaani wewe kama ni pengine unashona nguo vizuri, unauza, watu wanaona, VETA inaingia kwenye partnership na wewe ili wewe na VETA mfanye kazi pamoja, vijana walioko VETA wajifunze kwako na utapata nguvu kazi kidogo, lakini ujuzi wako utatumika kusonga mbele, kuhakikisha tunaenda mbele, tunazalisha zaidi. Zaidi ya hapo kwa vijana tuna utaratibu wa kurasimisha ujuzi. Utakuwa kijana pengine alimaliza darasa saba. Kwa sababu ya utundu na ubunifu wake, ni mshonaji mzuri sana na mnawafahamu wapo. Mwingine anatengeneza fanicha nzuri sana, mnawafahamu wapo, sio kwa kusomea, kwa utundu wake tu. Lakini sasa kama kuna nafasi ya tenda ya kuweza kupata tenda serikalini au mashirika mbalimbali, wanamuuliza cheti chako kiko wapi? Sasa tuna utaratibu tumekuwa tukiufanya na tunaendelea na tutaukuza, wa kurasimisha ujuzi uliopo huko mitaani. Ukija chini ya VETA, kuna utaratibu wake, watakuangalia kirahisi sana. Wakishaona kazi unayofanya, wataalamu watapima, baadaye utapata cheti, ili kufungua fursa ya kijana kupata kazi. Ni fundi mzuri, unajenga nyumba safi, watakupima, ili baadaye, kama kuna nafasi ya kazi au tenda ya serikali, usije ukakosa, kwa sababu unaambiwa cheti chako kiko hapo. Na sasa oh, mimi na cheti cha form 4 cha ufundi kiko wapi? VETA ina utaratibu huo, watahakikisha kwamba unaweza ukarasimisha kazi hiyo. Kwa hiyo, kwa vijana wote Tanzania nataka kuambia. Kwenye masuala ya elimu kwa maelekezo ya rais wetu, kwa kweli sekta imejipanga sana kwenda mbele. Imejipanga sana kwa walioko mitaani kama anavyosema kurasimisha, imejipanga vizuri sana kwa walioko mitaani ambao wanakuja na ubunifu, imejipanga sana walioko mitaani ambao wanapenda kuandika wanataka waweze kupata maisha yao vyovyote vile, imejipanga sana kwa vijana wengi ambao wanasoma sasa hivi, na hasa vijana wadogo hawa watoto ambao wanakuwa watahitaji ajira. Mimi niseme hili kwa serikali yetu na nimsemee rais wetu ni ngumu sana kufanya maamuzi mazito kama haya ya mageuzi ya elimu ambayo matunda yake hayaonekani siku hiyo hiyo uliofanya mageuzi, yanachukua muda.